Kiweka viingilio huwa hawafanyi vizuri, hawaingii hawa uwanjani, kwa sababu ya viingilio. Viingilio mm-hmm. kwa hiyo mzee yuko sahihi hame, hame, amefanya research akagundua aina ya tabia za Yanga, akagundua ni watu ambao hawapendi kutoa pesa kwenda kuangalia mpira. Sasa yuko sahihi huyo mzee, apewe pongezi zake, umeelewa. Klabu inapokuwa na consistency ya kufanya vizuri kwenye ngazi ya kimataifa inatengeneza picha ya wale wadau wakubwa wa soka duniani na Afrika kwa ujumla waone kwamba kumbe Tanzania kuna maendeleo ya kisoka yanaonekana, simeelewa. Kwa hiyo sasa wanavyoona vile wanakuwa wanatafuta wawakilishi pia na au kutoka Tanzania, na ndio maana wanakuja sasa kupiki baadhi ya watu. Kwa hiyo Simba anatakiwa pia wapewe heshima kwenye haya ambayo yanaendelea kwenye nchi hata mimi nilivyoangalia nikaona bado, kwa jinsi ambavyo amekuwa akifanya kwenye, kwa mfano kama mabao matatu niliokupa mfano reference mawili dhidi ya ya starting 11 ya polisi 11, na, ma, na mawili na bao ba, ba, ba moja ambao nimetolea mfano dhidi ya Santa Green ambao alishinda kwa mabao sita kwa moja. Unaona kabisa kulikuwa kuna ile mabao yanafungwa kwenye close range. Nikisema close range inamaanisha mfungaji anakuwa ndani ya sita, sio ndani ya 18, ndani ya sita anaugusa tu pia unaenda golini. Kwa mfano kama ile bao ambalo wamefunga Kibu Dennis lile ambao amepo assist na Jonathan, so assist ya kisigino. Lile bao lingekuwa, kulikuwa kuna alternative ya Kibu Dennis pia kuweza kutoa assist kwa, kwa, kwa, kwa Elim Panzo ambaye ndiye naye alikuwa ndani ya kumi na nane akafunga bao kwenye close range kirahisi zaidi, lakini pia hata kama angekuwa amekosa mpira, yani maana yake labda kipa amesave au umegonga mwamba. Still wa willi, au nini still kuna wa wachezaji wawili au watatu wa kuweza kumalizia Kwenye second ball kulikuwa kuna Eli Mpanzu mwenyewe, kuna yule Anthony Mligo pamoja na Jonathan Soa. Kwa hiyo huyu mm -hmm, aina yake ya mbinu ni kwamba yeye ana overload, anajaza wachezaji wengi zaidi, we overload ile safu ya ulinzi ya timu pinzani. Kuna mchambuzi alisema hajaona tofauti ya Simba hii na iliyopita, hajaona kilichobadilika. Sasa namwambia kitu kimoja chini ya Fadlu: Fadlu alikuwa ana overload eneo la kiungo la timu pinzani Dimitar Pante ana overload eneo la ulinzi, safu ya ulinzi ya timu pinzani, hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mchambuzi namba hiyo, somo la kwanza ah, eh somo la kwanza kwamba Dimitar Pante ana overload eneo la safu ya ulinzi ya timu pinzani, alafu Fadlu alikuwa ana overload eneo la kiungo la timu pinzani. Kwa hiyo mpira unaweza unaeza muda mwingi kwenye eneo la kiungo, back pass zikawa nyingi na nini na nini. Eneo la kushambulia likawa butu. Ila huyu eneo la kushambulia linakuwa hatari zaidi kwa sababu yeye safu ya ulinzi inabanwa, ndio nikampa mfano akarivu iloubawa ambao limefungwa dhidi ya Santa Green tarehe 27 Agosti 2025 akiwa Gaborone United kama kocha mkuu, huyo ambaye anasema hajaona kilichobadilika, simeelewa sahihi, yeah. Simba kama watafanikiwa uh, ni mara ya saba kufuzu kwenye hatua ya makundi uh, CAF Champions League. Ni wazi Simba bado anaendelea kuipeperusha bendera ya Tanzania kimataifa. Of course, na kwa sababu umeniuliza nitakwambia jambo moja, acha Simba iendelee fanya hivyo, kwa sababu kupitia Simba wanaonufaika sio Simba peke yao, wanaonufaika pia ni upande mwingine Yanga na vilabu vingine pia ambavyo navyo vinaanza kuiga mfano mzuri hmm, hata hivi vyeo ambavyo tunavipongeza menelewa kuto, kutoa mjumbe wa kamati ya, ya vilabu vya wanaume nchini Tanzania, Simba wanatakiwa wapewe pia heshima yao vile vile kwa sababu imagine ta, Tanzania isingekuwa na uwakilishi mzuri kwenye michuano ya kimataifa, nani angeifikiria? hmm. Kwa hiyo kuna wadau wawili ambao wanapaswa ku, ku, ku, ku- kupewa heshima eh, pia na pongezi kama ambavyo pongezi zimekuwa zikishinikizwa hmm. Wale Iskaria, rais wa shirikisho la soka hmm. Pamoja na Simba Sports Club. Hmm. Klabu ya Simba hmm. na viongozi wake ambao wamekuwa wakiwa na consistency ya kufanya vizuri kwenye ngazi ya kimataifa, inakuwa timu pekee ambayo ikiingia group stage na uhakika wa kwenda robo fainali hmm timu zingine zote hazina uhakika huo zimeshindwa yani ikifika mm. makundi mm -hmm. ni robo timu zingine zimeshindwa ku prove hilo Yanga walikuwa na nafasi wakashindwa ku prove msimu uliopita si ndio mm. kwa hiyo kwa hiyo hizi nafasi ambazo zinakuja kutoka CAF, kutoka e, FIFA pia mm. Simba pia wapewe heshima yao kwa sababu kama klabu inavyokuwa na consistency ya kufanya vizuri kwenye ngazi za kimataifa inatengeneza picha ya wale wadau wakubwa wa soka duniani na Afrika kwa ujumla waone kwamba kumbe Tanzania kuna maendeleo ya kisoka yanaonekana. Tumeelewa? Kwa hiyo sasa, wanavyoona vile, wanakuwa wanatafuta wawakilishi pia na hao kutoka Tanzania maana wanakuja sasa kupick baadhi ya watu. Kwa hiyo Simba anatakiwa pia wapewe heshima kwenye haya ambayo yanaendelea kwenye nchi. Wapo wachambuzi ambao pia walisema Simba amekutana miongoni mwa timu dhaifu kabisa, sinini kwamba akikuwa kipimo sahihi cha Simba. Hapo kwanza nicheke ambee kitu kimoja, Silver Strikers ukiweka kwenye mzani na Nzingizini Hotspur, Zingizini Hotspur ni timu bora individually mchezaji mmoja mmoja. Umeelewa? Yanga wamefungwa na Silver Strikers. Siamini kama Simba wangefungwa na Silver Strikers. Siamini hivyo. Na imagine, Silver Strikers walikosa wachezaji hawa wawili muhimu. Umeelewa? Kuna mwamba anaitwa Ernest Petro, yeye yeah, alicheza katika ule mchezo, hachezaji na nasema kuna Stan Davie naye hachezaji hawa wote. Stan Davie ana goli moja tu kwenye ligi na huyu Ernest Petro hana goli kabisa, ana asisti moja kwenye ligi walokosekana pale ni vinara wa ushambuliaji kwenye kikosi cha Silver Strikers. Hapa unamzungumzia huyu, unamzungumzia Due, umenelewa? Unamzungumzia due pamoja na huyu Chansinsi Maonga. Chansinsi Maonga ndo top skora wa kikosi, ana mabao matano, asisti tatu, ndio asisti nyingi zaidi kwenye kikosi, ndo mabao mengi zaidi kwenye kikosi. Eh, alafu anakuja Festus Due ambaye naye ana mabao manne na asisti moja. Wamechangia mabao kumi na tatu katika mabao ishirini na sita yaliyofungwa na Silver Strikers kwenye ligi, imagine wamekosekana na bado wamekula kichapo. Kwa kwa tafsiri ya harakaharaka ni kwamba wamecheza na mpinzani mp mp mp mp mp mp mwepesi na aliyekosa pia key players wake, yaani sio tu mwepesi aishi hapo, no mwepesi na amekosa key players wake wawili ambao wamecontribute mabao kumi na tatu kati ya ishirini na sita yaliyofungwa, simenielewa. Sasa ukiweka kwenye mizania hawa nzingizini hotspots walikuwa wamekamilika na ni timu ambayo nilijai kuizungumza ni, ni multi multi -social, multi -social, inafunga kupitia mchezaji yoyote tu, wanakufunga kupitia center back, kupitia midfielder, kupitia whatever. Wamecheza na Simba, lakini Simba wanaonekana eti kacheza na mpinzani dhaifu kwa sababu wamemdominate na ku... Watu wanasahau kwamba kuna substitutions za kiufundi zilifanywa na kea zikaenda kuzaa matunda, umenelewa? Morris Abraham na Kibo wote ni substitute. Morris ameassist, Kibo amefunga mabao mawili. Wilson Nangu alikuwa haanzi kwenye kikosi katika makocha waliopita, ameanza kwenye kikosi amefunga bao, watu wanasahau hayo. Kwa hiyo na maana kumbe huyu Dimitar Pantev kuna vitu amevisoma kwa mchezaji mmoja mmoja na ameweza kuvifanyia kazi, na Simba inapata matokeo, simenelewa ya kwa hiyo si, sielewi, sielewi kwa nini watu wanachukulia katika zania na mimi nilikuwa mtu wa kwanza, akasema zigizini ni timu ngumu. Eh, ah. e. ukiweka viingilio huwa hawafanyi vizuri, hawaingii hawa uwanjani kwa sababu ya viingilio, viingilio mm huo -hmm. mzee yuko sahihi, hame, hame, amefanya research. akagundua aina ya tabia za Yanga, akagundua ni watu ambao hawapendi kutoa pesa kwenda kuangalia mpira. Sasa yuko sahihi huyo mzee, apewe pongezi zake. Umeelewa? kuna jambo mimi limemchekesha sana Opo... <laughs> Unajua hilo jambo ni jambo gani? Kwanza wamemfukuza kocha, si ndio bwana? Sasa katika kumfukuza kocha wakatoa na kuna huyu kuna, kuna digital manager wa Yanga ametoa sababu pale za kwa nini kocha amefukuzwa, amefukuza, akasema kwanza ni kawaida na nini na nini of course, alafu akaja akasema kwamba alipokuwa marumu alienda kama shujaa, lakini baadaye wakaona hatoshi, wakataka kumpa kocha usaidizi akagoma akaenda Mazuru, akaona hatoshi, akapewa ukurugenzi wa ufundi akasepa. Alidumu Ashanti Gold siku arobaini na tatu. Sasa nikajiuliza huyu jamaa hizi taarifa alikuwa hana before wakati kocha anasajiliwa au vipi? Kwa sababu kama wewe unafanya kazi kwenye taasisi yako na unaona kwamba huyu kocha tunamwajiri hana vigezo vya kuwa kocha wa Yanga sababu amefukuzwa ndani ya siku arobaini na tatu. Alifukuzwa uroya ndani ya mwezi mm, alipewa kocha msaidizi Marumo kwa sababu hana hana mbinu, akapokuwa mkurugenzi wa ufundi. Sasa kwa nini usingetoa usingetumia muda wako mm, kutoa mapendekezo before hajachukuliwa, kuliko kumpaka matope wakati anaondoka mm? Ina maana kila anayeondoka sasa utakuwa unatoa explanations za kumchafua? Sasa hiyo mm, hiyo ni mbinu za wapi? Yani najiuliza hizo ni mbinu za wapi? Ah, wewe unaona ni sawa yani kwamba kocha ameondoka labda watu wa wadau mbalimbali wa mpira wanamtoa maoni yao tofauti, unaanza tena kuweka ku, ku, ku, ku, sio, huyu amefanya hivi si, aliwahi kufanya hivi unaanza kuweka zile rekodi zake mbovu mbovu. Sasa ina maana ina maana ina maana hiyo taasisi hailindi basi wafanyakazi wake ambao wameachana nao, hawaachi kwa wema. Sasa sasa sio sawa. Tunaelekea kwenye michezo ya marudiano, Black Stars, Azam FC, Simba, Yanga. Unaziona timu zetu nne zote zikifanikiwa kufuzu kuelekea makundi ama kuna unaziona nyingine zikiangukia pua? Of course naziona zina zinafuzu zote zote ah. Uh, yeah, zote naziona zinafuzu ah. <laughs> Kabisa ambaye anaangukia pua? Si mwoni hata mmoja hmm. Mimi na mimi imani yangu inaniambia hmm, hivyo na natamani iwe hivyo. Of course kwa upande wangu natamani iwe hivyo. Yeah. Yeah. Tumalizie na hili sasa. Kwa namna ambavyo ongea na wadau wa michezo, kwa namna ambavyo mtazama mechi za kimataifa, wewe kama mchambuzi malipo ya kuwashauri? Ah, mimi kwa sababu umenipa nafasi ya kuzungumza mimi cha kwangu mimi. Mimi nasema kwanza kuna, kuna watu ni mwasamehe. Hmm. Wale watu ambao kipindi cha nyuma waliwahi kunishambulia kwa sababu nilizungumza mapungufu ya kimbinu ambayo yalikuwa yanakabiliwa na Simba, wakanishambulia mimi, nimewasamehe kwa roho safi. Hawakuwahi kusapoti kazi zangu wala nini wala nini ila, nilipokuja kuongea mapungufu ya kiufundi ya Simba, walinishambulia. Leo hii wanatumie, wana, wana, wanaonekana kusifia kitu ambacho kimeletwa, kime, kime chini ya kocha mpya, maanake wameona kuna mabadiliko ya kiufundi yametokea, ingawa hawawezi kuyaelezea. Lakini mimi nimewasamehe. Ah, ya. Dullah amewasamehe, tumezungumza mengi sana kimichezo.